Tuipende serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hasani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makofi kwake jamani. Ngara amefanya mambo mengi mno, zaidi ya bilioni 85 ndani ya miaka minne, amezishusha Ngara zaidi ya bilioni ngapi? nne eh 85. Mwingine anasema nne, 85. Miradi ya maji kila kona, kila kata, vituo vya afya zanadi zimejengwa kwa wingi, barabara zimejengwa, umeme, mashule, kila sekta. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Bilioni 85. Kazi yetu ilikuwa ni usimamizi tu, mimi na kamati yangu ya usalama lakini kuna mkurugenzi mtendaji wakuu wa idara na vitengo, kazi yetu ilikuwa ili kuhakikisha hii miradi ya Mheshimiwa Rais mikubwa tunaipush mambo yanaenda kabisa. Hapa mnaona Ngara mjini mambo ni safi, mambo ni safi, ni safi mno. Na ninyi wenyewe sasa, wengine wamepata pikipiki za mkopo, hmm, hmm, na milioni 200 karibia 30. Unaona ushuda huu hapo kwa kiongozi wenu, milioni 200, milioni 200. Kuna siku moja mliniita kwenye sherehe moja pale community center. Si ndio? Ndio. Pikipiki ngapi? 57. 57 ushuda huo hapa, makofi kwa mheshimiwa rais. Sasa vijana, asingekuwa mheshimiwa rais, tungepata hiyo mikopo? Hapana. Tungepata hizo pikipiki piki. Na zingine zinashuka baada ya uchaguzi. Hii kesho meshaidiwa na mi, naahidi si ndio mwakilishi wa mheshimiwa rais? Ndio. Eh. Hey, makofi kwakanikasasa. Vijana wangu ni hivi, kwa sababu mambo mazuri, neema nyingi zinashuka kwenu. Kesho tuna nini? Uchaguzi. Uchaguzi wa nani? Rudia kesho, ambayo ni tarehe ishirini na tisa na uchaguzi mkuu wa taifa, ambayo tunampata rais na mbunge na diwani. Wabunge wapo wengi na madiwani wapo wengi kwa hiyo utatiki kwa diwani wetu kulingana na kata yetu, lakini mbunge ni moja na rais ni moja kwenye wilaya yetu. Asante. Jamani mnasikia hiyo? Ndio. Tuirudie <coughs> <coughs> vizuri, bado haijakaa vizuri. Tuirudie vizuri. Ndio. Kesho tarehe ngapi? 29. <coughs> <Tisisa>. Mwezi wa ngapi? Wa kumi. <coughs> Mwaka gani? Mwafanyeje kesho? Mnatiki. Kwa nani? Kwa mama. Kwa nani? Kwa Na nani? Diwani. Jamani, kuna mafiga matatu hapo. Hebu <laughs> hebu jipeni laha, nyosha maelezo. Kesho tarehe ngapi? 29. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Tunafanyeje? Rais na nani? na nani? Jamani, kesho tuna jambo letu, jambo la mama, jambo la kwetu, si ndio? Sahihi kabisa. Tujitokeze kwa wingi, kwa wingi sana. Ninyi najua ni wachache, ni mabarozi tu walioko, huko nyuma ni wengi mno, vijiwe vyote. Kesho saa moja vituo vinafunguliwa mpaka saa kumi. Tutumie huu muda wa masaa kumi kuhamasisha wenzetu wajitokeze kwa wingi sana, na mkimaliza kupiga, jamani, unaenda unatulia, unaendelea na kazi zako, sio hivyo? Ndio hivyo jamani, hakuna fujo, hamna vurugu hiyo. Najua hapa kila mtu ana smartphone. Kuna mambo huwa mnayasoma umo, si ndio hivyo? Yapuuzeni hayo uchafu hayo, ndiyo tuyasome tu huko, sio hapa Ngara, tuko smart. Wewe kanali kweli jamani, kanali kweli mnaweza mkamwangusha hivyo sautiye kanali? Mnaweza mkamwangusha? Haiwezekani. Timu yangu hii mnaweza mkaiangusha? Hapana. Mheshimiwa rais mnaweza mkamwangusha? Hapana. Mbunge je? Hapana. Majiwani wetu je? Hapana. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunafiki. Kazi imeisha kumbe. Sasa, kikubwa vijana wangu, naomba na waombeni sana. Tukishamaliza kupiga, tukatulia tusubiri sasa kusikilizia kufuatilia kwenye mitandao matokeo, yangu tukadumishe hali ya usalama na utulivu. Sisi ni vijana, jeshi kubwa, ni mabarozi wa usalama na utulivu wa wilaya yetu. Nisisikie rapsha, vurugu, fujo za aina yoyote ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ngara. Hali ya ulinzi na usalama ni ya kwetu sisi vijana, uzalendo wetu lakini pia na utulivu wetu, amani tulionayo tuidumishe. Sasa kesho na baada ya uchaguzi mkuu, tunaelewana? Ndio vijana, wazi, wazi. Very good. Yes. Yes. Very good. Yes. Tukiona mwenzetu yeyote ana dalili za kuanzisha vurugu fujo kwenye vituo au kuingineko kokote, tumkemee Weleze yupo Kanali Kahabi atakumaliza wewe. Sasa, kabla ya Kanali hajakumaliza ninyi, wenyewe mdhibiti, ninyi wenyewe mdhibiti. Nataka tu maintain hii hali ya utulivu tulionayo, tunaelewana? Ndio. Jamani, mnaniahidi hamtaniangusha, na ni kweli hamjawahi kuniangusha.